Kukutana naye katika uwanja wa ndege wa JKIA. Kwa hivyo, kuna mengi ambayo yamejiri. Nakumbuka kwamba pia Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alisema kwamba hata ruhusu watovu wa nidhamu kwenda kutovuka kule, hivyo ndivyo alivyosema, na kwa hivyo ni swala ambalo lingeleta mgogoro wa kidiplomasia, lakini kwa sasa ni kule tu ambacho kinajiri ni kwamba serikali ya Tanzania ni kama imesalimu amri na kumwachilia Boniface Mwangi babu Asante sana to, kutoka nje ya ofisi za ubalozi wa Tanzania hapa mjini Nairobi. Kwingineko, wizara ya mambo ya nje imeitaka serikali ya Tanzania kumwachilia huru mwanaharakati Boniface Mwangi aliyekamatwa huko Dar es Salaam siku ya, ya Jumapili. Mwangi alikamatwa na watu wanaoshukiwa kuwa maofisa wa kijeshi baada ya kusafiri kuhudhuria kesi ya uhaini dhidi ya kiongozi wa upinzani wa Chadema Tundu Lissu. Siku ya nne baada ya Mwangi kukamatwa, tumearifiwa kama alivyotuarifu hapo to, ni kwamba huenda kwamba ameachiliwa na sasa yuko huko Kwale.